Jumbe wa siku wa leo na nakicwa ambao kinasema asili ya mapambo wanawake. Leo tutaangalia asili ya mapambo wanawake. Je, wanawake kupamba miili yao kwa mapambo, je, asili yake chanzo chake ni wapi? Asili yake ni nini? Kama tunavyoona katika nyakati hizi za siku za mwisho, wanawake wamekuwa wakipamba miili yao kwa mapambo kaza kwa kaza. Je, hayo mapambo ambao wanawake wanapamba miili yao, je, asili yake asili yake ni wapi Kwao siku ya leo tutaangalia asili ya mapambo kwa wanawake, tutaangalia katika Biblia, tuangalie kwa kina, tufuatilie kwamba je mapambo ambao tunaona dada zetu, mama zetu, uh, wanapamba katika miili yao, je asili yake ni nini? Chanzo chake ni nini? Je, ni agizo la Mungu kwamba wanawake wajipambe kama tunavyoona, au je asili ya mapambo ni wapi? Au ni kwa shetani? Kwa leo tutaangalia kwamba asili ya mapambo kwa wanawake ni wapi, ili tuweze kuwa huru, ili tuweze kujua kwamba tunavopamba miili yetu, je, ni jambo ambalo linampendeza Mungu au linamchukiza Mungu? Tuangalie asili ya mapambo ni wapi, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kwa na maarifa. Wale utaenda kuangalia maarifa haya ili tuweze kujua kwamba ukweli, je, mapambo ambao tunaweka katika miili yetu, je yanatoka kwa Mungu au yanatoka wapi? Je, asili ya mapambo haya ni wapi? Je, Mungu aliagiza kwamba wanawake wajipambe miili yao, wapambe miili yao? Je, ni kosa wanawake kupamba miili yao kwa mapambo kama tunavyoona katika nyakati hizi wanawake, wanawake wanavyopamba miili yao? Je, ni kosa gani mwanamke kujipamba? Mbona kama ni ni kuweka tu mwili katika hali ya uzuri? Je, kuna kosa gani katika kupamba, katika kutumia kuweka mapambo katika, katika miili yetu? Kwa hiyo tukija kuangalia kwenye Biblia tunaona katika Biblia Mungu anasema katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 13 na mstari wa 23, Mungu anasema je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kwa hilo ni swali ambalo Mungu anauliza, anasema je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Mkushi ni mtu mweusi, mkushi ni mtu mwenye ngozi nyeusi. Sasa Mungu anauliza je, je, mkushi anaweza akabadili ngozi yake? Maanake je, mtu mwenye ngozi nyeusi anaweza akabadilisha hiyo ngozi yake? Na anasema je, au chui madoadoa yake? Maanake ni jambo ambalo haliwezekani, haliwezekani, haliwezekani chui kubadili madoadoa yake, na haiwezekani mkushi kubadilisha ngozi yake nyeusi. Kama mtu amepewa ngozi nyeusi, maanake hawezi kubadilisha kuwa nyeupe, hawezi kubana. Mtu kama amepewa ngozi nyeupe, hawezi kubadilisha kuwa nyeusi ndivyo neno la Mungu navyotuambia hapa. Kwa hiyo tunaona kwamba asili ya mapambo kwa wanawake haitokani kwa Mungu, asili ya mapambo kwa wanawake haitoki kwa Mungu. Tukiendelea tena kuangalia katika Biblia, tukiendelea kuangalia katika Biblia, tunaona kipindi kile ambapo wa, wana wa Israeli wanatoka kule Misri, wana, wapo jangwani wanaelekea katika ile njia yao ya ahadi, kipindi kile ambapo walifika walifika mahali wakati ambapo Musa alienda kule mlimani alienda kule mlimani kuonana na Mungu kule mlimani, katika ule mlima wa Horebu, tunaona wana wa Israeli walikuja wakamchukiza waka Mungu ghadhibikia waka Mungu kwa kuabudu miungu kwa kuabudu miungu, miungu ambao walikuwa wanaabudu kule Misri. Lakini tunaona kwamba baada ya Musa kurudi kutoka kule mlimani, Mungu alimwambia kwamba waambie wana wa Israeli nasema Bwana akamwambia Musa waambie wana wa Israel, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia ni kati yenu dakika moja itawaangamiza. Basi sasa tavueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua mtakalowatenda. Hapo Mungu anawaambia. Sasa baada ya wana wa Israel kufanya machukizo yale, baada ya wana wa Israel kufanya makosa yale, Mungu anawaambia wavue vyombo vya uzuri. Na vyombo vya uzuri ambavyo vinazungumziwa hapa, manaake ni pamoja na mapambo ambao walikuwa wanaweka katika mikono yao, walikuwa wanaweka katika masikio yao, walikuwa wanaweka katika miili yao, katika miguu yao, vyombo vya uzuri walikuwa wanaweka katika miili yao, na Mungu akawaambia hapa wavue hizo vyombo vya uzuri, ili aweze kutembea pamoja nao. Kwa hapo tunaona kwamba Mungu hakubaliani na mapambo. Mungu hajawahi kukubaliana na mapambo, hajawahi kuruhusu au kuagiza wanawake wajipambe. Mungu alivyomuumba mwanamke na mwanaume aliwakamilisha Ukaona ya kwamba wamekamilika, na kila mmoja ameumbwa kwa namna uzuri wake. Kwa hiyo mwanamke au wanawake kuweka mapambo katika miili yao, asili ya wanawake kuweka mapambo katika miili yao haitoki kwa Mungu. Basi je, wanawake kupamba miili yao, je, natoka wapi? Asili ya mapambo ni wapi? Asili ya mapambo kwa wanawake na hata wanaume, je, asili ya mapambo natoka wapi? Asili ya wanawake kupamba miili yao unatoka kwa mama wa makahaba, unatoka kwa mama wa makahaba. Huyu mama wa makahaba ndiye ambaye katika Biblia anaonekana kwamba amejipamba ame kwa mapambo hayo mabu lulu na, na mapambo ya kila namna ambayo wanawake sasa hivi wanaweka katika miili yao. Huyu mama ndiye ambaye ameonekana amepamba amejipamba kwa kutumia mapambo hayo na huyu ndiye chanzo cha wanawake kupa, kujipamba katika nyakati hizi. Huyu mama wa makahaba ndo chanzo cha wanawake kujipamba katika nyakati hizi. Sasa, je, huyu mama wa makahaba ni nani? Huyu mama wa makahaba ni nani? Tunasoma kitabu kile cha Ufunuo sura kumi na saba tujue kwamba huyu mama wa makahaba ambaye ndo asili ya mapambo kwa wanawake, asili ya wanawake kujipamba leo hii, huyu mama wa makahaba ni nani? Kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na saba tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na saba ule mstari wa kwanza anasema: kaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitaza saba akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Kahaba mkuu, anasema ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo wa washirati wake Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Mstari anasema, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu. Piga hilo neno, mstari, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washirati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri: Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo yao ya nchi. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Huyu mwanamke ndo chanzo cha wanawake kujipamba hivi leo. Huyu mwanamke ndo chanzo cha wanawake kuweka mapambo katika miili yao, na kanisa limemrizia huyu mwanamke mama wa makahaba kitabu cha ufunuo sura ya pili tusome kitabu cha ufunuo sura ya pili mstari ule wa 18 na kwa malaika wa kanisa lililoko tiatira antika haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana nasema najua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza mstari wa ishirini anasema lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamzia yule mwanamke Izebeli, yeye ajitae nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami na nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia usinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda na hawa wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Kwa hapa tunaona kwamba huu mwanamke Izebeli, ambaye ndo chanzo cha wanawake kupamba miili yao katika nyakati hizi. Kwa hiyo, hapa tunazidi kumjua vizuri huu mwanamke mama wa mapambo, kumbe ndiye Yezebeli ambao tunamsoma katika Agano la Kale ah, tunamsoma katika kile kitabu cha wafalme wa pili, wafalme wa pili, tunamsoma kitabu cha wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa 30, ambapo Biblia inasema hata Yehu alipofika Israeli, Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, aka akachungulia dirishani. Hu, tunamwona hapa huyu mwanamke Zebeli, ambaye ndio mama wa mapambo ndio wa mama wa makahaba, machukizo wa nchi. Tunaona kwamba hapa katika kitabu cha wafalme wa pili sura tisa sura thelathini tunaona kwamba Yehu, wakati Yehu anamwendea huyu mwanamke huyu mwanamke akakimbilia dirishani, akachukua vyombo vya uzuri wake, akachukua mapambo yake, akaanza kutia uwanja katika macho yake, akaanza pamba kichwa akaanza kujipodoa akaanza kujiweka katika hali ya ukaaba. Na hapa Kristo anasema kwamba kanisa limemlizia huyu mwanamke Zebeli, kanisa limemlizia huyu mwanamke Zebeli. Kwa hiyo dada, unayepamba mwili wako kwa kutia uwanja machoni na kuweka rangi katika mdomo wako lipstick na, na kupamba kichwa kwa kusuka na kuweka aina yote ya rangi yote na kuweka mawigi na kutoboa masikio yako na kuweka maereni na mabangili na kutoboa pua yako na kuondoa rangi ya ngozi yako na kujipodoa na kuweka pambo lolote katika mwili wako, na kuweka pambo lolote katika mwili wako, na unasema wewe ni Mkristo, fahamu ya kwamba unamrizia huyo mwanamke Yezebeli, umemrizia huyo mwanamke Yezebeli, umekubaliana naye kwa kupamba kwa, ku, kwa kutumia mapambo yake, kwa kutumia mapambo yake. Na hapa tunaona kwamba huyu Ezebeli ambaye ndio mama wa mapambo, tunaona ya kwamba Mungu ameshamhukumu huyu mwanamke, ameshahukumiwa. Leo ya kwamba hayo mapambo sio agizo la Mungu, na Mungu arizii na ma arizi mapambo hayo. Hayo mapambo yametoka kwa mama wa makahaba, na wewe ambao unatumia mapambo hayo, maanake na wewe unaonekana ni mtoto wa kahaba. Ndio maana hapa huyu mama anaitwa mama wa makahaba, maanake ana watoto wake, vile nasema kama binti wa mtu alivyo ndivyo alivyo na mama yake. Kwa hiyo kwa hiyo kama umepamba mwili wako kwa kutumia mapambo hayo, maana yake weye moja kwa moja tayari ni mwana wa Yezebeli, ni mwana wa kahaba mkuu ambaye ndo mama wa makahaba, ambaye ndo mama wa makahaba. Kwa hiyo ni heri leo ukaamue kuvua mapambo hayo ya Yezebeli, kwa sababu tayari Yezebeli ameshahukumiwa yeye na watoto wake, wote ataenda kutupwa katika ziwa la moto siku ile ya mwisho. Kwa hiyo amua leo kuvua mapambo ya Yezebeli. Amua kuondoa mapambo katika mwili wako. Amua leo kuvua mapambo yote ya uzuri katika. Amua leo kuvua vyombo vyote vya uzuri katika mwili wako, sababu ni machukizo mbele za Mungu, kwa sababu Mungu alivyokuumba amekukamilisha. Na wakati ambapo unapamba mwili wako unabadilisha chochote, unamkosoa yeye aliyekuumba, unamkosoa muumba wako. Kwa hiyo leo ujue ukweli kwamba mapambo hayatoki wa Mungu. Mapambo yanatoka kwa Yezebeli. Mapambo yanatoka kwa Ibilisi. Mapambo ni miungu ya Ibilisi. Tunasoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa pili, nasema Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa walio pamoja naye, ndoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoendea. Nao wakampa msari wanne, anasema nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akasifisha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Tunaona hawa watu walimpa Yakobo miungu migeni ambayo ilikuwa katika mikono yao na masikioni mwao, manake mareni, mikufu, macheni na kila chochote, kila ambacho walikuwa wameweka katika mili yao, maanake hizo kumbe ni miungu migeni. Kwa hiyo, fahamu ndugu yangu kwamba wakati ambapo unatumia hayo mapambo wewe, huenda unatumia ukijua kwamba una, unataka kupendeza, unataka uonekane umependeza vizuri. Huenda unatumia kwa nia nzuri, huenda unatumia ili uonekane, uh, kwamba umependeza o huenda nia yako sio mbaya, huenda unatafuta kupendeza, huenda unatafuta kupendeza, lakini ndugu yangu fahamu kwamba hizo vitu na hizo, fahamu kwamba hizo vitu ni miungu migeni. Fahamu kwamba hizo vitu, hayo mapambo ni miungu migeni, havitoki kwa Mungu bali vinatoka kwa Ibilisi, na hayo ndio ambayo anawafanya watu wafanye. Lengo lake ni kuwafanya watu wazini. Hapa tunaona kwamba huyu Yezebeli alivyomwona Yehu anamwendea akaenda kutia wanja katika macho yake, akaenda kupamba kichwa chake, ili Yehu akija, amwangalie amuone, amtamani. Kwa hiyo lengo la mapambo hayo ni kufanya mtu, ni kuwafanya watu wazini, ndio inaofanya kazi katika kanisa la nyakati hizi, roho ile ya Yezebeli, ambayo bado inafanya kazi katika nyakati hizi. Na hapa kitabu cha Ufunuo sura ya pili pale naona Kristo anasema tumemrizia yule mwanamke Yezebeli tumemlizia yule mwanamke Yezebeli. Tumemliziaje? Kwa kukubaliana na mapambo yake. Maana kama unapamba mwili wako kama unatumia mapambo hayo, maana yake umemlizia tayari, umemlizia, pasipo kusema kwa kinywa chako, pasipo kukubaliana kwa kinywa chako, umemlizia kwa kupamba mwili wako. Kwa leo, ebu amua kuondoa mapambo hayo, kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Ondoa mapambo, kwa sababu ni miungu migeni. Ondoa mapambo hayo hayo, kwa sababu mapambo ndio ambayo anakufanya bilisi apate nafasi ya kuharibu maisha yako. Hayo mapambo ndio ambayo anafanya usiendelee kumjua Mungu. Hayo mapambo ndio ambayo anakupofusha macho. Hayo mapambo ndio ambayo anakufanya uote ndoto mbaya usiku unaingiliwa. Hayo mapambo ndio ambayo anakufanya uendelee kuishi katika matatizo. Kwa mapambo ndio ambayo ana, anaharibu maisha yako. Chochote hiyo ereni ambao unaona ni ndogo, hiyo ereni ambayo unaona ni ndogo, hizo rangi ambazo umepaka katika kucha zako hizo vitu ambavyo unaona kwamba unavisarau na kupuuzia na kuona kwamba ni vitu ambavyo havina maana, fahamu kwamba hayo mambo katika roho ndio ambayo anakufanya usiendelee kupiga hatua kumjua Mungu, na hata maisha yako ya hata kawaida yasiendelee kuendelea mbele. Hayo mapambo ndio ambayo anakufanya usiendelee kupiga hatua. Kwa hiyo leo amua kuondoa mapambo hayo, fahamu ukweli. Ukweli huu ukuweke huru, utoke katika utumwa wa ibilisi. Amua kuvua mapambo yote na vyombo vyote vya uzuri vya ibilisi. Amua kuvua mapambo yote, kwa sababu mapambo hayo, chanzo chake, asili yake ni kwa mama wa makahaba ambaye ni Yezebeli. Na mwisho wa siku, ukiendelea kuvaa mapambo hayo, utazidi kumilikiwa na ibilisi, utazidi kuteswa, utazidi kuhangaika, utazidi kwenda kwa mtumishi huyu na mtumishi huyu kutafuta kuombewa. Lakini kama hujakubaliana na kuondoa mapambo ya hayo, hauwezi ukapona, hauwezi ukapata kufunguliwa mpaka siku ambayo utaamua kuondoa kusema leo unavua mapambo haya yote, unavua kila kitu, unabaki kama ulivyo, unavua vyote, unabaki kama ulivyo, unabaki kama ulivyo, kwa sababu ndivyo Mungu alivyokusudia uishi kama ulivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, dada yangu, hebu leo nenda akaamue kuvua mapambo hayo, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usiendelee kumpa ibilisi nafasi. Ibilisi anakudanganya, anakuambia kwamba ukivaa, ukipamba namna hiyo utapendeza ukipamba namna hiyo utapendeza, utampendeza mume wako. Ukipa, ukipamba namna hiyo utaonekana kwamba unaenda na wakati. Lakini ndugu yangu, fahamu ya kwamba hapa tunaona kwamba huyu mwanamke Izebeli, huyu mwanamke Izebeli ambao ndio chanzo cha mapambo hayo, huyu tunaona kwamba Kristo anasema kwamba huyu mwanamke anawafundisha, anafundisha watumishi wake kufanya vitu ambavyo ni machukizo, anafundisha watumishi wake na kuwapoteza. Kwa hiyo mwanamke anafundisha watumishi wa Mungu na kuwapoteza. Huyu mwanamke anafundisha kanisa na kulipoteza. Anafundishaje? Anafundisha mafundisho ya uongo, kwamba Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Huyu mwanamke anafundisha hivyo ili watu waendelee kukaa mbali na Mungu, waendelee kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu, waendelee kugeuza mionekano yao, waendelee kupamba miili yao. Huyu mwanamke anafundisha hivyo, kwa hiyo usikubaliane na elimu ya Yezebeli, usikubaliane na elimu ya Ibilisi kubaliana na neno la Mungu ili neno la Mungu likupe uzima leo, ukiendelea habari, ukiendelea. Kwa hiyo leo hebu naenda katafakari tena, yamkini umekuwa ukiendelea kusikia habari hizi, fahamu ndugu yangu kwamba hizo sheria ambao unaambiwa ili neno la Mungu ambalo linaambiwa kweli, ili upate kuwekwa huru pale tu ambapo utaamua kuondoa mapambo yako yote na kuondoa kila kitu ambacho Mungu hajakumbia ukaondoa katika mwili wako ukabaki katika asili kama Mungu alivyokuumba ndivyo ambavyo utaona wewe mwenyewe kwamba ulikuwa katika vifungo. Ndivyo ambavyo utaanza kufunguliwa macho yako na kuona mambo ambayo ulikuwa yaoni, na ndivyo ambavyo utaanza kupiga hatua na kumjua Mungu. Lakini usipoondoa mapambo hayo, utaendelea kuwa mtumwa, utaendelea kutumikishwa, huku ukiona kwamba uko huru, kumbe wewe ni mtumwa. Na hapa Biblia inasema kwamba ninajua matendo yako, Kristo anasema nina, ninajua matendo yako ya kwamba una matendo mazuri uenda nawe pia unafanya mambo mazuri kwa Mungu. Sawa, unamtolea Mungu, unamwimbia Mungu vizuri, unafanya hiki na kile, unafanya matendo mema, lakini Kristo anakuambia umemrizia huu mwanamke Yezebeli. Ko, nawe huenda umemrizia huyu mwanamke Yezebeli kwa kupamba mwili wako kwa mapambo ya Yezebeli. Kwa hiyo amua kuondoa mapambo hayo, ili hata ukisimama mbele za Mungu kumsifu Mungu, apate kutukuzwa na sifa ambazo unaimba lakini kama una, unafanya kazi ya Mungu na msifu Mungu, unamtolea Mungu sadaka na bado una mapambo ya Yezebeli, fahamu ya kwamba mwisho wako hautaweza kwenda kumwona yeye Mungu mwenyewe kwa sababu utakuwa umeingia katika hukumu ya Yezebeli. Na Yezebeli ameshahukumiwa, huyu mama makahaba ameshahukumiwa. Kwa hiyo jivue roho ya Yezebeli. Jivue roho ya Yezebeli, mvae Bwana Yesu katika siku ya leo kwa kuamua kuondoa mapambo hayo na kwenda kuchoma moto au kutupa kabisa wala usimbe mtu mwingine, amua kuondoa na, na, na vichocheo vingine vya usinzi, kwa sababu hayo mapambo kazi yake ni kuchochea maroho ya usinzi na, ma, na mavazi mengine ambayo pia ni mavazi ambayo yanachochea usinzi, vimini, swali, makaptula kwa mwanamke, ondoa na choma moto. Tafuta magauni marefu, jisiri mwili wako. Biblia inatuambia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili kwamba hivyo hivyo na wanawake ni wajipambe kwa mavazi ya kujistiri na kuwa na adabu na kuwa na, na moyo wa kiasi. Kwa hiyo kumbe, mapambo ya wanawake ni mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo tafuta mavazi ya kujistiri, hayo ndio mapambo yako, hayo ndio mapambo yako, ewe mwanamke ambaye umeokoka. Tena anasema tena neno la Mungu kitabu kile cha waraka kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu na ule mstari wa tatu anasema kujipamba kwenu usiwe kwa nje, yaani kusuka nywele, kuvalia dhahabu, lulu anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kujipamba kwa nje, kama unavyojipamba wewe. Kujipamba kwe, kujipamba kwako wewe mwanamke ni kuvaa mavazi ya kujistiri na kuwa na moyo wa adabu na kuwa na moyo wa adabu na na kuwa na na na kiasi na kuwa na upole na kuwa na unyenyekevu na kuwa na, na utiivu. Hayo ndio mapambo ambayo Mungu anapendezwa nayo, na kwa hiyo aamua kuondoa mapambo mengine yote ya nje, vyombo vyote vya uzuri, mapambo aina yote. Ondoa kabisa kila kitu. kichwa chako ni kichwa cha zamani sana nywele ambazo Mungu amekumbia baki na hizo nywele, kwa sababu unapendezwa ukiwa na hizo nywele. nywele zako uzitunze, tena ufunike ukiwa unamfanyia Mungu ibada, kwa sababu tayari Biblia inasema kwamba wanawake wanapaswa wafunike vichwa vyao wakiwa wapo katika ibada. Kwa hiyo funika kichwa chako, wala usiharibu kwa kuchonga, kuchonga chonga, wala kusuka wala kubalisha chochote kuweka eh, rangi yote usifanye hivyo, sababu ni machukizo mbele za Mungu. Unafanya mambo ambayo yule mwanamke Yezebeli ndiye alijipamba kichwa kwa namna hiyo. Yule mama wa makahaba ndiye alikuwa amevaa, alikuwa amevaa dhahabu. Ule mama makahaba ma, ndiye alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo usifanye hivyo, usifanane na mama makahaba. Fana, fanana na Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ndio ujumbe ambao siku ya leo tumeona asili ya mapambo ni wapi. Kuhu kumbe, asili ya mapambo imeanzia kwa mama makahaba ambaye ndo Yezebeli. Huyu mama makahaba ndo asili ya ndo, huyu mama makahaba ndo chanzo cha wanawake kupamba miili yao kama anavyopamba. Kwa hiyo usimrizie Yezebeli, kwa sababu tayari Kristo amesha tuonya kwamba tusimrizie Yezebeli. Kwa hiyo ondokana na mapambo, kwa hiyo ondokana na roho ya Yezebeli. Kama ulikuwa unafanya hivyo kwa kutokujua kujua, basi leo umejua ukweli ili ukweli upate kuweka huru. Kwa hiyo nenda katafakari na nenda kaondoe mapambo yote katika mwili wako, nenda kaondoe miungu yote migeni ambayo umeweka katika mikono yako, umeweka katika masikio yako, umeweka katika uh, kichwa, umeweka katika uh, vidole, umeweka katika kila mahali katika mwili wako. Nenda kaondoe hizo, maana ni miungu migeni, na Bwana Yesu atakufungua na atakusaidia atakupa Roho yake Mtakatifu, ambao Roho Mtakatifu pia atakutia katika kweli yote. Kumbuka, tunaishi katika siku za mwisho na Kristo yuko karibu kurudi. Kwa hiyo ni wakati wa kumtafuta Mungu, kumaanisha huu ni wakati wa kujitakasa. Huu ni wakati wa kutafuta utakatifu wa ndani na nje, kwa sababu ila nasema pasipo huo hakuna anayeweza kumwona Mungu. Kama bado hujampokea Kristo, kama bado hujaokoka kweli, hebu leo amua kuomba Yesu maisha yako, amua kuondokana na mambo ya kidunia, uamua kuachana na ulimwengu Amua kuachana na vitu vyote vya kidunia, amua kumba yesu maisha yako, amua kutafuta kuishi mapenzi ya Mungu ambayo ni utakatifu, amua kuishi maisha yanayompendeza Mungu, amua kuishi maisha ya utakatifu na Roho Mtakatifu atakusaidia pala ambapo utaamua we mwenyewe.